pewa hilo jukumu kalisimamie, na tuna imani kubwa kwamba utakwenda kulisimamia kwa uadilifu mkubwa. Ukishirikiana na wenzako walioko pale, nina uhakika mtafanya kazi kubwa, hasa katika swala la investigations na prosecutions. Nataka wala rushwa wengi wafungwe. Hilo mimi nalitaka. Najua maneno kama haya hawayataki watu kuyasikia. Nataka wala rushwa wengi wafungwe. Wakifungwa hawa wala rushwa, hapatakuwa na rushwa, kwa sababu hawa ndio wala rushwa, wamekuwa ni walimu wa wala rushwa. Kasimamieni hilo na msimwogope mtu yoyote. Mtu yoyote anayehusika na rushwa, huyo ni adui wangu, lakini ni adui wa Watanzania wote. Ni lazima tufike mahali kwamba Tanzania, we can live without corruption ili tuweze manufaa haya yanayopotea kwenye rushwa yaende kwa wananchi wa maisha ya kawaida. Watu wanakosa madawa, wanakosa barabara, wanakosa vitu muhimu kwa sababu ya rushwa, na hii ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa, na nafikiri ni dhambi kubwa dini zote, na mtu yoyote mwenye kupenda watu wake hawezi akatetea swala la rushwa. Kwa hiyo mimi nakupongeza Mungu akujalie, na nawatakia kazi njema. Kikubwa, tushikamane sisi pamoja na wananchi wetu katika kuhakikisha kila mmoja katika eneo lake anapambana na rushwa kwa Mungu.